Hyu mtoto mzuri katika kipindi chetu cha mtoto na Biblia. Kipindi ambacho tunajifunza neno la Mungu kwa njia ya hadithi. Leo tuna hadithi nyingine nzuri sana kuhusu Nuhu na safina kubwa. Mungu aliumba wanadamu na mahali pazuri sana waishi na kutawala. Ila sasa wanadamu hawa Wakaanza kufanya mambo mabaya sana ambayo yalimkasirisha Mungu, hivyo Mungu akaamua kwamba ataiteketeza dunia na kila kilichomo. Lakini kulikuwa na mtu mmoja alikuwa mwaminifu na alimpenda sana Mungu, jina lake alikuwa anaitwa Nuhu. Siku moja Mungu aliongea na Nuhu akamwambia, kwamba yeye ni mtu mwema sana, lakini watu wengine wanafanya mambo mabaya, mambo mabaya maovu. Kwa hiyo sasa Mungu akasema ameamua kuangamiza dunia yote na kila kilichomo kwa mafuriko. Akamwambia Nuhu kwamba ataleta mvua kubwa itakayoonyesha kwa siku arobaini mchana na usiku. Basi Mungu akamwambia Nuhu, wewe usiogope, wewe na familia yako hamtaangamia. Mungu akampa Nuhu maelekezo, akamwambia kwamba ajenge safina atakayoingia yeye na familia yake pamoja na wanyama. Kwa hiyo baada ya Mungu kumpa taarifa kwamba ataangamiza, akampa maelekezo nini cha kufanya. Basi Mungu akampa Nuhu maelekezo jinsi ya kuitengeneza hiyo safina, iweje, urefu gani, atumie nini. Kwa hiyo akaanza kutii maelekezo Watu walikuwa wakimshangaa Nuhu, wanamuona kama amechanganyikiwa, sababu safina inatembea kwenye maji na Nuhu anaitengeneza nchi kavu, hamna hata maji. Basi Nuhu alikuwa anajitahidi kuwaeleza kwa nini anafanya hivyo, kwamba ni maelekezo ya Mungu. Mungu amekasirishwa na ya maovu yao na anataka kuangamiza dunia, hivyo waache matendo yao mabaya na wakubali kuingia na yeye kwenye safina ili wasiangamie. Lakini bado hawakuelewa, wakaona kama Nuhu wanafanya masiara, wakaendelea na mambo yao mabaya. Safina ikakamilika, wanyama wakaingia. Baada ya wanyama kuingia, Mungu akamwambia Nuhu, sasa chukua familia yako mwingie pia. Baadaye Mungu mwenyewe akafunga ule mlango wa safina. Sasa basi, mvua ikaanza sasa kunyesha kidogo kidogo, kisha ikiongezeka, huku ikinyesha usiku na mchana kwa siku arobaini, maji yakajaa sana. Watu wakaanza kumlilia Nuhu wafungue safina, lakini Nuhu akawaambia, sikufunga mimi, amefunga Mungu. Basi safina ikaanza kuelea na watu wote wakaangamia. Baada ya siku nyingi kupita, maji yakapungua na safina ikatua nchi kavu. Kisha Mungu akafungua mlango akamwambia Nuhu ashuke pamoja na familia yake na wanyama wote. Nuhu aliposhuka aliandaa ibada ya shukurani, wakamtolea Mungu sadaka kwa namna alivyookoa. Mungu akafurahi na akamwahidi Nuhu kwamba hataangamiza tena kwa maji na kaika ishara ya upinde wa mvua kama kumbukumbu kumbu ya agano. Tunajifunza nini kwenye somo hili? Kwenye hadithi hii nu, ya Nuhu tunajifunza yafuatayo. Kwanza, kumtii Mungu. Nuhu alipoambiwa atengeneze safina wala hakuanza kuonyesha mashaka, alifata kile ambacho Mungu alimwambia. Lakini pia tunajifunza kumwamini mipango ya Mungu kwa sababu Nuhu wakati anapewa taarifa, Mungu ndo alikuwa anajua nini anataka kufanya. Nuhu aliamini mipango ya Mungu. Tunajifunza pia kuwa wema katikati ya wabaya. Nuhu pia alijifunza, pamoja na watu walikuwa wameharibika, lakini Nuhu alibaki kuwa mtu mwema. Tunajifunza kuwa na tumaini hata katikati ya matatizo. Tunaona hata wakati wa dhoruba Nuhu alitulia, alimwamini Mungu kwamba atamtoa tu katika ile safina salama, na tunaona mwishoni ametoka salama. Basi kwa leo tunaishia hapo kwa somo letu zuri sana la Nuhu na safina. Tukutane tena katika kipindi kingine, nisi nyingine zuri sana neno lako ndio taa ya miguu yangu Tenani.